Sasa uh, elimu ya udereva natazama hilo, leo tunajiunga hapa na mhandisi Patrick Makule ambaye ni mkuu wa idara ya usafiri salama yeah. uh, na uhandisi wa mazingira lakini pia tunaye Hassan Dede, mwenyekiti kwanza mm. <coughs> ah, aingie kwanza mhandisi mm -hmm. wakati ukipata kidogo angalau tafuta nani ya kuweka vizuri mhandisi mm -hmm. karibu biashara, karibu kama eh, bila shaka mmekuwa mkifanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba madereva wanatofikisha salama, karibu uketi pale, karibu na mwenyekiti. Aha, na haya. Wa pili ni... ni Mm. Hassan Dede ambaye ni mwenyekiti wa chama cha madereva Tanzania. Hassan Dede, karibu, bila mm, shaka una eh, si wana muziki Hassan, Hassan Dede <laughs> mkumbuka mbali uh, so, so, karibu sana sasa, karibuni sana. Asante sana kwanza, naomba ni, ni wape pole kama Watanzania, lakini kama wahusika wakubwa wa kile wa ambacho kimetokea uh, kime ajali ile tumezungumzia no. Lakini pia ajali zimekuwa zikiongezeka kila kukicha, na licha ya watu kuendelea kupiga kelele, licha ya uh, maafisa usalama barabarani pia kuendelea kujaribu kuboresha namna ya kudhibiti hizi ajali, lakini bado zimeendelea kuongezeka. Pengine tufahamu tatizo liko wapi? Shida inaanzia wapi? Wengine wanasema ukitaka kupata suluhu mm, lazima kwanza ujue chanzo cha tatizo, sio ulipodondokea eh. na hospitali wanasema hawatibu dalili mm, wanatibu chanzo cha ugonjwa mm. Tuanze twende, twende na mhandisi yeah. Uh, asante mtangazaji. Ni kweli kama unavyoeleza, tatizo limekuwa linazidi siku hadi siku lakini haimaanishi juhudi za serikali katika kushughulikia hiyo tatizo hazifanyiki. Ziko juhudi mbalimbali zinafanyika, labda nijikite kwa upande wetu, kwa serikali kupitia NIT ambayo tunajishughulisha na kutoa elimu. Niseme NIT kwenye upande huu wa usalama barabarani tunatoa elimu, na kama ndivyojitambulisha kwenye taito yangu ni mkuu wa idara inayoshughulikia eh, mafunzo hasa kwa madereva na tunatoa mafunzo kwa madereva mbalimbali. Tunao madereva wanatumia, wanaendesha mabasi mm -hmm. Eh, public service vehicles. Tunatoa elimu kwa madereva wale wanaotumia malori, eh, HGV. Tunatoa wa, mafunzo kwa madereva wale wanaoendesha viongozi na tunatoa mafunzo mbalimbali mbali kwenye hiyo kada ya, ya, ya driving, na niseme NIT katika kutoa mafunzo tumefocus mambo mawili kwenye upande wa driver. Kwanza ni kutoa uweledi, tunapokea madereva ambao tayari wanaendesha magari wana leseni, lakini tunawapa uweledi. Kwa hiyo tutapokea wale wana uzoefu, wamekuwa kwenye industry lakini tunawaongezea uelewa wa kile kitu wanachokifanya. Anaendesha abiria, tunamfundisha aelewe ile kazi vizuri, aelewe ile gari vizuri, aelewe aina ya watu anaohudumia na swala zima la usalama barabarani. Anamwendesha kiongozi, tunamweleza awe na huo uelewa na, na tunamwongezea hayo maarifa. Ni malori alielewe gari lake vizuri, aelewe mzigo anaopakia, mazingira anayopita. Kwa hiyo kikubwa tumefokasi kuwaongezea uweledi kuwapa uweledi na uelewa, lakini jambo la pili ambalo la msingi sana tunafanya ni kubadilisha tabia na mazoea, culture na behavior. Hilo ambalo ni la msingi sana ambalo tunalifanya kuhakikisha mafunzo yale tunatoa, tunataka mtu abadiliki, yapo ambayo mambo ambayo asipobadilika bado tatizo lile lile <coughs> na mnajua katika vyanzo hivi vya ajali viko vyanzo vingi, lakini nielezee vichache tu kwamba viko ziko ajali ambazo zinasababishwa na binadamu. Binadamu hapa nikifokas kwamba dereva e, dereva au kama ni pikipiki piki, yule mwendesha pikipiki piki. Lakini tunaposema kinachosababisha pale kwanza, kuna kitu naita reckless driving, mwendeshaji ovyo unakuta mtu hapati zile taratibu, <coughs> Anaweza kupata ajali. Mm. Na ndio imekuwa yanzo kwenye upande wa wa, wa binadamu, yani dereva, unakuta ajali inatokea, unaweza kuta kulikuwa kuna reckless driving au ame overtake mahali ambapo hata kuruhusu si sahihi. <coughs> Anajua amefundishwa, lakini bado ni reckless driver. Driver huyo huyo ambaye ni, ni, ni, ni binadamu. Unaweza kuta anaendesha gari na uchovu Hapumziki, hapumziki. Alishapata elimu, lakini bado tunasema tunahitaji badiliki behavior yake, kwa sababu bado huyu anaendesha gari akiwa amechoka. Lakini pia na, kwenye upande huo wa binadamu, dereva anaendesha gari pengine ameelewa, ni chanzo pia kinachoweza kusababisha dereva akasababisha ajali. Mhandisi, shikilia hapa, yeah. kwa yeah. kwa sababu za kibinadamu. taka mm. Tata tukasikize kutoka kwa chama cha madereva Tanzania mm. Hassan Dede. E, umemsikia hapo mhandisi ambaye ni mkufunzi katika upande wa uh, wa tuzungumzia hapo upa upande, wa madereva mkuu idara ya usafirisha uh, usafiri salama na uhandisi wa mazingira. Pengine mtuende twende kwenu nyinyi chama cha madereva nchini Tanzania. Madereva na nyinyi mnatuzungumzia yasuzungumzie tumesikia mengi sana. Pengine unalipi hasa tuzungumzie swala la misingi elimu dereva uh, unazingatiwa pasavyo chama cha madereva kwa madereva wenu uh, kwanza ni, ni, ni mshukuru mwandisi lakini pia ni washukuru TBC kwa, kwa mwaliko huu ambao sisi kwetu azimu yazimu hatukuwahi kupata, cha kwanza uh, ndugu yangu mwandishi wa habari yeah. Msa, tunaomba mtambue dereva ni nani? Tuanzie hapo, huu dereva ni nani? Mnamtambua tambuaje huyu dereva au tunamtambua tu kwa sababu ni jina dereva, lakini je, tunatambua dereva anapatikana vipi mpaka anakwenda kufikia hatua ya kuenda NIT ku, ku, ku, pata yeah, lakini tunapozungumzia mm, la, la, la, habari ya dereva tunazungumzia swala la mtambuka. Huyu dereva kama alivyozungumza mwenyewe, kakiri, kasema wazi hapa kwamba kuna mambo kazi ambayo <coughs> <Sorry. coughs> yanasababishwa ajali, ikiwemo uchovu, ikiwemo msongo wa mawazo, lakini pia alikadhalika, ikiwemo pia miundombinu. Miundombinu pia bado inasababisha nini ajali? Inapelekea nini huyu dereva mpaka akafike sehemu awe na msongo wa mawazo inapelekea nini udereva mpaka afike sehemu a, aweze ku, ku, ku, kusinzia. Inasababisha nini udereva mpaka atumie kilevi na kati kaenda shule kwa lazima. Tunakuja nyuma kwamba huu dereva anapatikana vipi mpaka anakwenda kuwa dereva, hilo jambo la kwanza. Lakini tunapokuja kwenye swala zima sasa la, la ajali, ajali ina ni, in, in, in, in swala mtambuka, ina vitu vingi ambavyo vina vinaangaliwa vina, vina, vina, vina, vina, vina pale. Kuna kama nilivyozungumza miundombinu vindombinu wakati mwingine sio rafiki, lakini pia hali kadhalika tunaangalia kwamba hata hizi uh, hizi gari zetu haya matairi yanayoingizwa nchini pia na yenyewe inaweza ikawa ni chanzo cha ajali pia, kwa sababu unakuta tuangalie mfano wa ajali ya juzi iliyotokea sawa imepasuka tairi kwa mujibu wa wa maelezo ya ya ya wahusika. imeimepasukaje lile tairi? imepasuka ni kwani na muda wake ulikuwa umefikia au ilikaguliwa wakati natoka eneo la uhusika, kwamba hii gari matairi zake zinaanza kwenda, ziko sawa sawa au iliingia tu, lakini wewe dereva kondari. Chama cha madereva, wewe dereva, we dereva unapewa chombo si lazima ukabidhi au wewe kazi yako ni kuchukua funguo na kwenda kuingia kwenye gari? Si lazima uzunguke kwenye gari yako utafunika? si unafundisha nini eti pale kwamba, kabla hujaanza kuwasha gari kwenda safari yoyote, unazunguka kwanza gari nje, alafu unaingia ndani, si ndivyo? Sio tu kuzunguka nje yani, mimi kabla sijapanda kwenye gari, uh -huh. yani sija gari. Ndiyo. Kwanza lazima nikague gari langu sawa. Nitakagua kuanzia insurance mpaka kukagua hizo tairi zenyewe yeah. Na kukagua kuna leakage sehemu gani ambayo inaweza kusababisha uenda gari likanoki huko, baba, nikapata hasara. Lakini unajikuta kiutaalamu kabisa unamwambia mkurugenzi wa kampuni ama anayesimamia amwambia, hizi tairi tangu imetengenezwa ilivyoingia nchini ime expired, lakini na kashata ambazo zinaonekana kwamba hizi kashata bado zina ukiona kwa nje tayari ni mpya, lakini kumbe ina muda wake wa kutembea. Nafikiri mwalimu anajua haya, ina muda wa kutembea. Ukimshauri mwajiri, anakuambia hii inafika, nenda bana, wewe unanipangia vipi? Acha gari yangu hapo. Tunakuja kwamba kule kuwama, kule kule, huyu dereva anapatikana vipi? Usipokwenda, usipokwena, nachukua dereva mwingine usipokwenda anachukua dereva mwingine. Hapo hapo kwa, kwa madereva, natamani kufahamu kuna namna ambavyo wanasema, mkizungumza watu ambao wa mko kwenye level moja, mnaelewana vizuri zaidi. Madereva wengi ni watovu wa nidhamu, wanazivunja wana, uh, sana sheria za usalama barabarani, na mnafahamu Uh, baadhi yetu hapa ni madereva japo tunasogeza gari kutoka eneo moja kwenda jingine, <laughs> lakini tunafahamu kabisa kwamba hapa nakosea, lakini basi tu kwa sababu ya kiburi cha uzima tunasema, ama, naona si kila siku huwa anafanya, tunafanya tu, tunaenda, pengine huwa mnaonyana ninyi kwa ninyi, ama tu ndo basi, tunafanya kazi kwa sababu tuna, tuna, tunafanyia mazoea na ndo sehemu yetu ya kazi kwa kila siku, kama ambavyo sisi tunaamka hapa tumeshazoea. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuja tu kwa sababu tuwe tumezoea na madereva na anaona anaona kila siku mnapita hapa, kwa hiyo ana overtake pasipo takiwa ku overtake ana over speed. Lakini wengine pia wengine na ku, na, pengine, wengine unakuta kuna maji pale, sio maji, ni mm. vile vichangamshi vile kuna mm. <laughs> madereva wawili pale <laughs> sawa, ndio nakuja hapo hapo. mm. hilo swali lako linakuja kwenye hilo swala kwamba huyu dereva kapatikana vipi? Huyu dereva katokea wapi? mm. Sawa, tunapotengeneza timu ya mpira bila kuweka linesman, kuweka refari mshoko Mwisho wa siku nini kinatokea huko, baba huko uwanjani, vurugu uwanjani. Kwa tunapozungumzia habari ya dereva, habari ya professional, habari ambayo kuanzia ngazi ya daladala ambaye analeta maofisini mpaka ngazi ya basi mpaka ngazi ya lori, kuna swala zima hapo la, la, la kujua huyu ni nani, kama ulivyomfanya kazi wewe dereva. Kama atazingatia sheria ili sheria izingatie, lazima afanye nini? Kuna haki na kuna wajibu. Unaanza kwanza wajibu wajibu wa msingi wa dereva ni kuwatoa abiria sehemu nyingine, kuwapeleka sehemu nyingine. Nini kinafanyika? Huyu dereva akatolewa kijiweni, sawa? Huyu dereva kachukuliwa huko anakokujua, kaambiwa, hii gari langu endesha, nenda kutoka Masasi nenda Tandahimba, au toka ma, na, na, na, na nyamba nenda sehemu fulani. mshahara wangu bosi, kama ah, tushakubaliana mshahara utapokea posho mwisho wa mwisho wa mwisho wa siku kwa huyo dereva. Sasa nini kinafanyika? Anafanya kazi unavyozungumza kwa mazoea, kwamba anafanya kazi hapa. Kesho atafanya nini? Atakwenda sehemu nyingine, lakini huyo dereva kama tu, tulivyoanzisha mfumo huu wa database, mm, kwamba dereva, kwamba wa database kwamba dereva atapeleka kwa chombo kimoja kama inavyopatikana mwanasheria au patikana mwandishi wa habari, kwamba huwezi kumchukua dereva kijiweni ukampatia ukam gari. Huwezi kupata wakili tu mtaani katoka kusoma huko. Hatujui ajui za uandishi wa habari za wakili wa anakuja kuchukua muhuri na kwanza kuwahudumia wananchi. Na sisi ni hivyo kwamba lazima tujue huyu dereva unampata mazingira gani, kuwe kuna chombo achana na chama, kwamba tuna chama ndio chama ni hiari kujiunga, lakini je kuna kipi ambacho tumetengenezewa au tumekiandaa huyu dereva eh, anapokwenda kuajiriwa kampuni X huku alikotoka katoka na CV gani huko alikotoka huko alikotoka, mpaka kuja kufika hapa alikuwa nani? mm -hmm. Sawa, ili sasa aweze kupewa kwa mfano aweze kupewa basi PSV, aweze kuonesha basi huyu Mr engineer hapa anahitaji dereva, aende na leseni, anaenda na leseni na kwenda kumtest, inaitwa P test, ana mtest, anaona kwamba huyu dereva anaweza kufanya nini, kujifunza je, huko nyuma huyu dereva ana uzoefu wa muda gani kwa hicho chombo mm -hmm. kukiendesha. Mwenyekiti, nachokielewa hapa, unataka mm. nao bodi ya ithibati, yeah. <coughs> na <chwenda hapa coughs> ya na madereva. Sawa, yeah, yeah, mm. So, kabla hajaenda, kuna haja nirudi hapa kwa, kwa mhandisi, unadhani uwepo wa utitiri wa hivi vyuo vya udereva ama niseme hizi shule za udereva mtu kafungua tu kiframe chake ana gari lake ambalo ameliendesha mpaka limeshachoka, sasa anaona cha kufanya, hili gari nisilitupe, ngoja nifungue shule yangu ya udereva mimi nitafundisha watoto. Na kwenyewe pia kuna kunachangia uh, ajali za barabarani eh? Kwanza ni niseme tukisema ni utitiri hmm, tunaweza tukawa tunakosea hmm, kwa sababu kwa sababu tu ni nyingi, ni nyingi. Nyingi. Kwa hiyo mtu akisikia utitiri anaweza kadhani kwamba zimeanzishwa tu bila utaratibu. Mm -hmm. Mimi naamini e, serikali imeweka utaratibu mzuri kupitia jeshi la polisi ambao ni wana regulate zile. Kwa hiyo tukiona, tunaamini kwamba tukiona shule imepitia ule utaratibu ambao jeshi la polisi wameweka, ukitaka kuanzisha shule uwe na vifaa gani? Uwe na kama ni darasa, uwe na gari, hiyo gari iwe na standard gani? Na walimu wawe na sifa gani? Kwa hiyo issue sio kuwa na wingi wa shule. Mm -hmm. Je, zile shule zinafata taratibu mm -hmm. za uanzishaji kwa uzoefu wako sasa? yes. tulizo nazo sisi mm hapa -hmm. ambazo ndo zinazalisha madereva wetu mm -hmm. zinafuata utaratibu. Nyingi nyingi zinafuata utaratibu, kwa sababu naamini taasisi husika wanawapa, wana leseni na wanafuata utaratibu Uh -huh. Nikiwa na maanisha kwa mfano ziko taasisi za serikali ii ziko nyingi tu zinatoa elimu NIT toko VETA wako ujenzi hii hizo serikali nazifahamu, zimefuata utaratibu na zina zinazingatia maelekezo ambayo yamewekwa na hata hizo nyingine, kila siku tunasikia wa polisi wanafanya operation ni kuhakikisha wanahakikisha zile shule pamoja ni nyingi, lakini zinafuata utaratibu. Uh -huh. Yeah. If, mimi nakumbuka mwaka 2009 moja kati ya swali lililoulizwa nini kifanyike kupunguza ajali nchini Tanzania? Ni moja kati ya maswali ambayo nimekutana nayo. Hivi leo pengine tukizo ni swali, nini kifanyike ili kupunguza ajali za barabarani nchini Tanzania? Chama cha madereva, upande wa serikali, upande wa, wa kufisha madereva. Yaani mnaweza kutoa jibu gani kwa mfano? Kwa mfano mimi hapa. Hilo ni swali ambalo ninahitaji jibu na maelezo au <laughs> majibu pekee yake. Kwa uchache. Kwa uchache ni kwamba ili ili hizi ajali zipungue au tumalize kabisa. Ziwepo ajali ambazo haziwezi kuzuilika. Moja lazima tutengeneze mazingira huyu dereva. Sawa? Lakini pia na miundo mbinu isimamiwe saw sawa sawa. Mkandarasi anajenga barabara. Haachi alama, haweki alama kwamba ya sign board kwamba hii barabara huko mbele ina kasoro imepasuka, ime, ime, ime imeguka ime, ime. Dereva aliyekuja leo mgeni kutoka Kongo anakuja kujikuta kuna shimo, kuna maji, ashazoa ile njia alivyokwenda. Miezi mitatu Kongo, amerudi amkuta kuna shimo hakujui kama kuna, kuna maji yameenea pale, kumbe ndani kwa nini kuna, kuna shimo, anapiga pale pale, inapasuka inakwenda kumvua mtu mwingine. Lakini pia jambo jingine hu dereva, kwa nini tunazungumzia tingumu zingira mazuri dereva, anatoka hapa kwenda Mbeya, kutoka hapa kwenda Bukoba, analala kwenye gari, huyo dereva wa basi anabeba abiria sitini na tano. Sawa, tumesema dereva apumzike, dereva ndio de ni nani anaendesha gari kutoka hapa mpaka Mbeya takriban kilomita chini ya mia nane, sawa. Dereva anapumzika chini ya, ya ile corridor ya gari, sawa. Huyo huyo dereva akifika Mwanza asubuhi kwa mfano, ile gari kutoka Mwanza sasa hivi imeshafika saa sita, hiyo hiyo basi, huyo dereva mwingine tena anapanda, anapanda aliyelala pale pale, anapanda kulina basi wapi? Mwanza. Nini kinafanyika hapo? Hu dereva anachoka, lakini kama una utaratibu kwamba dereva akitoka leo Mwanza, akitoka leo Daresalam kwenda Mwanza, akifika Dodoma asaini kwenye batani, ashuke apumzike kwenye loji, apande mwingine na nguvu mpya aende mpaka wapi? Mwanza. Akifika Mwanza ule abaki Mwanza, apande mwingine mpaka Dodoma. Dodoma achukue mwingine, afanya nini? Anaenda safari. Ni kuja kwenye maslahi, hu dereva atalipwa mshahara, lakini pia udereva atakuwa na uwezo wa kupumzika na kurefresh mind kwenye akili yake. Dereva anatoka hapa na kwenda Kongo. Sawa. Analipwa mshahara shilingi laki tatu. Sawa. Dereva huyu hana mkataba. Sasa hivi wamiliki wanatumia ule mwanya wa kumpa mkataba wa muda mfupi. Sawa? Miezi mitatu ambayo amepewa inaishia akiwa wapi? Akiwa Kongo. Amepewa maida shilingi laki saba. Inchi ya Kongo matumizi yake ni ya kidola. Laki saba ukichange sana shilingi ngapi? Dola mia tatu, mia mbili themanini imeisha. Nini kinafanyika? Dereva anaanza kutengeneza stress kichwani mwake, akigomana na mwajili wake huko kwa akiwa Kongo, akiomba nini? Overstay mileage. Kwa hiyo tajia anaanza kumfokea huko, lakini anarudi, anaporudi, ana hasira zake, kichwa kimeshachoka, mama ishampigia kodi ya nyumba, sijui mtoto kurushwa shule, sijui mambo kibao. Anakutana dereva basi, na yeye huyu kachoka, kalala kwenye dide basi, usiku kucha anawaisha abiria, kwa sababu taratibu zilizopo, sika madereva tunamwambia kwamba naomba hiyo gari kampuni yake sisikupite hakikisha hiyo gari yafanya nini isikupita kampuni fulani, kama aua aa ukiwa kuna mkataba, mm. Sawa. Mm. Ukiniambia haya, mimi nitatembea maelekezo ya chuo kwamba spidi 80 kwa mm. saa sa. sa. niendeshe 80 kwa saa niendeshe ngapi, lakini mwisho wa siku nitakuwa na mshahara wangu nitakuwa na mkataba wangu lakini mkataba wangu mimi, mshahara wangu niko kwenye nini, kwenye kisleta, utakapofanya vizuri ndipo utakapopata mshahara. Nini kinafanyika leo? Tunakuja kuzungumza ajali hizi, tutaimba kila siku, kwa sababu hatujatengeneza mfumo. Wa huyu dereva, yeye ni nani? Leo umekuja hapa, aliyekuleta pale ni nani? Dereva unastahili anacholipwa huyu dereva kinafanana na hicho anacho dereva? Aliyekuleta wa daladala hana mshahara. Siunaelewa, mfanyakazi wa ndani analipwa mshahara. Nini kinafanyika? kamwangalia mazingira yanayo dereva anaoishi pale kwenye gari, halafu jiangalia na wewe anayekubeba ni vitu, vitu tofauti. bado tunarudi palepale pale, kwamba sawa inawezekana kuna changamoto ni nyingi sana, lakini mm. Musa ni tofauti yeah. Na labda tuseme watu ambao wanafanya kazi mm. kwenye maeneo mengine, kwa mfano daktari akiwa na changamoto zake mm. huko mm. atakayepata athari mara nyingi ni mgonjwa yeah. Lakini kwa madereva wewe yeah, una sehemu ya ile, yani ni miongoni mwa watu yeah, ambao wanakuwa wana kwenye gari so, chochote kitakachotokea mm. na wewe utakuwa wa kwanza kuathirika. kujali changamoto zote kabla sijamaliza hapo kujali changamoto zote ambazo zinakuwa zipo, yani sawa, mshahara mdogo, hakuna mshahara, sijui barabara ina mashimo, sijui mwajiri amefanyaje, mimi nipo kwenye gari, lolote litakalotokea nitaumia, naweza kupoteza maisha. Kwa kikubwa zaidi ni kuziacha hizi changamoto zote, na umeamua kufanya kazi, ufanye kazi. Naomba nikuweke sawa, dada Zaituni. Hapo ndo tunakuja hapa sasa, ili upate leseni kila si si lazima utakuwa umeshatumikia leseni kaza me, huko nyuma si ndio? Takribani kuanzia hadi utaitumia miaka mitatu, utakwenda si hii utaitumikia miaka miaka mingine mitatu. Ilikuwa ni kwa nini upate uelewa wa kuelewa kile chombo sawa. Haya, anzia hapa hii miaka ya leo elfu mbili kumi na ngapi hiyo leseni zimepatikana vipi? Dereva na leseni kilasi si plain, madaraja yote yapo. Hata ukifuatia zile ajali zinazotokea sasa hivi, ukimwangalia ni kijana ana miaka 21 bado ana moto kukimbia, ana hamu ah, ya kutaka kuonyesha kama mimi ni dereva, si ndivyo? Kilichofanyika lakini tafuta wewe nitafutia hao hizo hoja hizo patikana, huyu alikuwa na umri gani kwa, kwa, kwa, kwa, mm. kwa hiyo tutakapokuja hapo kuzungumzia kwamba habari dereva wao kwenye chombo kimoja, tuwe na tulivyoanzia database madereva, si tutambuana kwamba wewe umetoka kampuni fulani, ulisababisha ajali sehemu fulani, ukakimbia udereva wako huko, sawa sawa sawa tutakuwa kuna database pale itaonyesha taarifa zako zote, ulipatikana vipi, ulianzia kampuni gani kuendesha, una uzoefu kiasi gani? Lakini pia hata huyu mwajiri lazima fanye nini, akulipe mshahara, lazima akuajiri. Leo nikiacha hili gari mimi asubuhi, yaani nikitoa mguu sasa hivi anapanda mtu mwingine, kwa sababu hakuna chombo kinachotusimamia. Nichangie kitu kimoja hasa kwenye swali lako la msingi, ni nini kifanyike ndio kupunguza hizi ajali. E, niwarudishe nyuma kidogo kwa kitu muhimu ambacho serikali imefanya, dira ya taifa ya usalama barabarani ya 2050 kuanzia mwaka 2020 2050, miaka 30. Eh, serikali imeweka utaratibu mzuri, ukisoma ile dira imeeleza kila kitu pale. Niseme tu imezungumza kwamba kwenye miaka ya hamsini, tukifika hamsini tunataka kuwe na safer road. kule ukienda kule barabarani kuwe ni mahali salama, free from crash. Sasa kuna eneo katika ile eneo la Safer Road wameeleza vitu ambavyo taasisi mbaya, kwa sababu swala la usalama barabarani ni mtambuka, utaizungumza NIT, utazungumza watu wa ujenzi wa barabara, utazungumza enforcer polisi, utazungumza wadau wengi. Lakini kwenye swala la Safer limezungumza issue ya driver training ifanyike namna gani, tuboreshe namna gani, imezungumza issue ya behavior change program, namna ya kubadilisha tabia za watu na zile culture hivyo ndio vitu vya kuzingatia, lakini pale chini nimeelezea vizuri kundi ambalo ni focus serikali inataka liwe focus tuli tujikite pale. Imezungumzia ishu ya watembea kwa miguu, imezungumzia ishu ya watumia pikipiki au bodaboda, na mwisho imezungumzia watoto wa shule. Na mimi niseme tu kwa kumaliza, sisi NIT kama training institution, serikali imetuwezesha tumeanzisha kituo cha kikanda ambacho lengo ni kufanya barabarani pawe ni mahali salama, na kwa kuanzia kile kituo kinafanya tafiti, kinafanya training, kina fanya kinatoa fanya consultants ushauri elekezi. Na nieleze kitu ambacho tumekiona baada ya kuanza kutekeleza kufanya hizo hizo uh, program, ambapo tumefanya Kigoma, tumefanya Mbeya, tumefanya Zanzibar, na juzi tumefanya Pwani. Tumegundua unapofanya uhamasishaji kwa hao watumia eh, waendesha vyombo eh, vya moto, moto hasa bodaboda boda, na tunifocus kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Ile elimu ikianza pale, utakuta wale wanaanza kubadilika tabia wakiwa na ule umri kabla hawajaanza kuenda kuendesha vyombo vya moto, kabla hajaingia kwenye makazi. Kwa hiyo isu ya road safety tunaianza huku chini. Nakushukuru sana injinia. Yeah, muda wetu umekwisha kabisa, dio? Na mm, naona hapa sasa tukisema tuzungumze muda wote wa kipindi, yeah, pia bado hatutaweza, yeah, kumaliza. Kwa hiyo tutakutana watu mwingine, kwa leo naomba tuishie hapa. Nadhani kuna vitu vikubwa sana tumejifunza hapa Yeah, na washukuru sana kwa kuja siku ya leo uh, tukizungumza kuhusu elimu ya udereva, lakini pia changamoto ya ajali za barabarani na mwarobaini wake ni upi, tukiwa na mhandisi Patrick Makule ambaye ni mkuu wa idara ya usafiri salama na uhandisi wa mazingira kutoka NIT, lakini pia Hassan Dede ambaye ni mwenyekiti wa chama cha madereva Tanzania. Asanteni na karibuni tena pale. Zawai tumekamilishia hivyo katika mahojiano na sasa ni wakati wa kwenda kutazama awamu ya pili ya kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa mbalimbali mbali za magazeti, na Abel Onesmo Amagalacha tayari uko hapa eh, eh, safi. Sawa, twende hapa kwenye msamiati eh, mwingine huu ambao tuko nao, neno linaitwa tunduia tunduia maana yake nifuatilia mtu hatua kwa hatua ili kujua mienendo yake. Eh, maana yake ni kusema kupeleleza, dadisi, chunguza au dabiri. Ndio maana neno tunduia, ah, tunduia. Ndio, sawa sawa. Zamani wazee walikuwa wakitunduia kujua kwamba unakwenda kuoa familia gani, utafutia wachumba, na ilikuwa na muhimu sana, muhimu sana. Sawa, basi tuende kwenye magazeti.